Omari Hassan Mtua katibu wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Mwanza, chama e, cha mapinduzi mkoa wa Mwanza, tarehe mbili ya mwezi wa tano tutapata ugeni mkubwa wa kitaifa ndani ya chama chetu. Katibu mwenezi wetu wa CCM Taifa, Comrade e, Amos Makala atakuwa na mkutano wa hadhara katika viwanja vya Furahisha. Anakuja kwenye mkutano huo kwa kazi ya kuongea na wana Mwanza, wana wana kanda ya Ziwa eh, ya kwa sababu ana ziara yake kwenda Mara, na hapa ni nyumbani yeye, amekuwa mkuu wa mkoa, alikuwepo hapa. Sasa anakuja kuongea na wanamwanza eh, siku ya tarehe mbili eh, mwezi wa tano. Wana CCM wote, wananchi wote, mnakaribishwa muje msikilize hotuba, muje msikilize mambo mazuri, na muje mwone tukio zito litakayotokea siku ya tarehe mbili ambalo uh, Mwanza na nchi itasimama ita, ita kwa muda kuona matukio mazito ambayo yatokea kufanyika hiyo tarehe. Na anapokuja katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Taifa, tegemea mambo mazito ambayo yanatoka eh, kutoka kutoka maeneo mbalimbali ambayo yeye ndiye ambaye anayetuunganisha sisi kama katibu wetu mwenezi. Kwa hiyo tegemeeni mambo mazito ikisema mambo mazito ni mambo mazito kweli kweli, tegemeeni mambo mazito ambayo, tarehe mbili ya mwezi watano, ya dani, ya buwanja, si wa tano, yatafanyika ndani ya viwanja vya Furahisha, na imani yangu unatambua uwezo wa Amos Makala akiwa mkuu wa mkoa na nafasi zingine ndani ya chama chetu na ndani ya serikali. Kwa hiyo unapomuona Mheshimiwa Makala anapofanya mikutano yake, naamini unafahamu Makala kazi kubwa anayefanya ndani ya chama chetu tokea amekuwa katibu mwenezi wa CCM Taifa. Umeona Mbeya, umeona Dar es Salaam na maeneo mengine. Kwa hiyo tutarajie mambo mazuri, na wewe unafahamu ya maamosi Makala akifika, hakuna jambo dogo, jambo kubwa itafanyika pale siku hiyo. Kwa hiyo tegemea mambo makubwa, tegemeeni mambo mazito yatafanyika siku hiyo.